katika hii video tuna maswali mawili kutoka kwenye tamthilia ya Bembea ya Maisha. Swali moja ni la dondoo, la pili ni la mjadala. Na swali la dondoo, dondoo lenyewe ni: haikuwa mara moja mnavyofikiria. Ilianza pale chuoni, wenzangu alinipa mvinyo kwenye rai kuwa njolevi. Swali la a kutoka kwenye dondoo: eleza maudhui manne yanayojitokeza katika dondoo hili, alama nne. Swali la b Eleza athari za muhusika anayerejelewa kujitosa katika suala linalorejelewa e, kwenye dondoo au linaloorodheshwa kwenye dondoo. Swali so, la cha kwa kurejelewa mifano tano ama mifano mitano katika tamthilia ya Bembea ya Maisha, eleza tofauti iliyopo katika maisha ya ndoa ya zamani na sasa. Swali so, la pili jadili sababu kumi zilizompelekea mwandishi Timothy Arege kuandika tamthilia ya Bembea ya Maisha, alama ishirini. Tukianza a swali la kwanza ambalo linauliza maudhui yanayojitokeza katika dondoo, tuna maudhui ya elimu ambapo chuo kikuu kimetajwa, ambapo watu enda kutafuta elimu. Pia tuna maudhui ya starehe na anasa, ambapo kama tunavyoona, kuna unywaji wa pombe. Maudhi mengine yanayojitokeza ni shinikizo la rika, ambapo msemaji anasema wenzake walianza kumrai kuonja ulevi. Pia kuna maudhi ya kutowajibika, ambapo tunaona wanafunzi wa chuo kikuu badala ya kuzingatia masomo wanajihusisha katika shughuli za ulevi. E, swali so, la baa, eleza athari za mhusika anayerejelewa kujitosa katika suala linaloorodheshwa kwenye dondona swala linaloorodhesha ni swala la ulevi, na muhusika mwenyewe ni Yona. Na katika athari za kujitosa katika ulevi ni kuwa anaitelekeza kazi yake kwa kutohudhuria vipindi vya masomo shuleni. Athari nyingine, anafutwa kazi ya ualimu. Athari nyingine, anaanza kumtusi na kumdhulumu mkewe Sara. Athari nyingine, anaanza kufanya kazi ya kuwachunga mifugo na shambani badala ya kufunza. Athari nyingine uhusiano wake na wanawe unatatizika. Athari nyingine Sara anaanza kuugua ugonjwa wa shinikizo la damu. Athari nyingine ugonjwa wa Sara unamlazimu mlazimu kulazwa hospitalini mjini, na athari nyingine ugonjwa huu una magharimu Neema pesa nyingi, suala linalozua mgogoro katika ndoa yake na Bunju anapomwomba msaada na haya yote ni kutokana e, Yona kujitosa katika ulevi. Swali la cha e, kwa kurejelea mifano tano katika tamthilia ya Bembea ya Maisha eleza tofauti iliyopo katika maisha ya ndoa ya zamani na ndoa ya sasa. Hoja e, moja ni kwa ndoa za zamani mwanamke alimeheshimu sana mumewe, sio kama za siku hizi. Neema anapanga safari ya kumrudisha mama yake kijijini bila kumjuza mumewe, tofauti na ilivyokuwa kwenye ndoa za zamani. Hoja nyingine, mwanamke wa zamani alikuwa mtegemezi sana kwa mumewe kwa kila hali na sio siku hizi, na kama inavyodhihirika katika ndoa za kisasa, Neema anafanya kazi kama mumewe anavyofanya kazi, wala hamtegemei mumewe. Hoja nyingine, ndoa ya zamani ilikuwa ya lazima, mara tu mchana alipobalege E, anayosema Sara na sio kama ya siku hizi, ambapo kwa mfano Hasna hata hana haja ya kuolewa ikiwa na maana ndoa za siku hizi e, hazina ulazima. Hoja nyingine majukumu, e, majukumu ya nyumbani, majukumu ya nyumbani yalikuwa ya mwanamke, lakini siku hizi hata wanaume wanasaidia kwa kazi hizi, na mfano Yona anayepikia familia yake kiamsha kinywa hoja nyingine, ndoa za zamani zilizingatia mila na desturi, ilhali za siku hizi zinachukulia mila ni, ni, na desturi ni suala lililopitwa na wakati. Nehema haoni ni kwa nini ki. mama ake asilale kwake, kinyume na ilivyokuwa zamani ambapo ilikuwa ni mwiko. Hoja e, nyingine, zamani katika mda wa mtoto wa kiume alienziwa sana ila si sasa. Sasa watoto wote wa kiume na wa kike wanaenziwa moja nyingine, zamani watoto walikuwa lazima katika mahusiano na hii ni tofauti na inavyokuwa sasa. Swali so, la pili, jadili sababu kumi zilizompeleka mwandishi Timothy Arege kuandika tamthilia hii au tamthilia Bembea ya Maisha. E, sababu moja ama katika malengo yake ni alidhamiria kufunza jamii ya leo kuthamini na kufuata mila na desturi za kitamaduni. Mwandishi anatumia wahusika kama vile Yona, Sara na wazee kupalilia wazo hili. Hoja nyingine, analenga umuhimu wa heshima na mawasiliano kati ya wanandoa ili ndoa zao ziweze kufaulu na kudumu. Hoja nyingine, anaonyesha sababu za vijana wengi kukwamia mjini baada ya kuyamaliza masomo ya chuo kikuu na kukataa kurudi kijijini kupitia kwa mhusika kama vile Asna. Hoja nyingine anakashifu utamaduni wa kumwenzi mtoto wa kiume dhidi ya wa kike, kwani watoto wote ni sawa. Hoja nyingine anawahimiza wanandoa wasaidiane wasaidiane katika kila hali ili kupunguza migogoro kati yao. Hoja nyingine anakashifu ulevi na matendo ya kilevi katika jamii hoja nyingine anahimiza elimu ya mtoto wa msichana katika jamii eh. Hoja nyingine katika madhumuni yake anasisitiza umuhimu wa kushukuru kila wakati mtu anapofanyiwa wema na mwingine. Hoja nyingine analenga kuhimiza umuhimu wa kuyatambua makosa, kuyakiri, kuomba msamaha na kuwa tayari kubadilika, na hili linadhihirika kupitia kwa Yona hoja nyingine anajaribu kuelimisha watoto kuwathamini wazazi wao, kuyakidhi mahitaji ya wazazi wao e, kwa gharama yoyote ile na hili linabainika kupitia kwa Neema ambaye anakidhi mahitaji ya wazazi wake. Hoja nyingine, watoto kuyaboresha maisha ya wa wazazi wao kwa kila hali wakiwa wangali hai.